Tukiangazia mengine ni kwamba wadau wa sekta ya elimu katika Kaunti ya Garissa wameelezea changamoto katika utekelezaji wa mtaala wa CBC. Walimu wa eneo hilo sasa wanataka Wizara ya Elimu kuzingatia malalamishi yao ili kuhakikisha usawa wa utekelezaji wa CBC. Mwanahabari wetu Faisal Abdurrahman anaarifu zaidi kutoka Garissa. Wadau kutoka sekta ya elimu, wazazi wamekutana na wakuu kutoka Wizara ya Elimu ili kujadili changamoto na faida ya mtaala wa CBC, huku mzungumzaji mmoja hadi mwingine wakizungumza changamoto inayokumba mtaala huu.

Shule nyingi hasa za mashinani katika kaunti ya Garissa zinakabiliwa na changamoto si haba: ukosefu wa vifaa vya kufundisha na kujifunza ikiwa ni pamoja na vitabu, maabara na vifaa vya kiteknolojia.

Wanafunzi wa Islamu wenye ulemavu wa macho wanakabiliwa na changamoto maalum katika mfumo wa CBC, hasa kwenye somo la Kiislamu la IRE, huku baadhi ya walimu wakisema vitabu hivyo vilivyoandikwa kwa nukta nundu havipatikani kabisa, hivyo wanafunzi hao wanakosa nyenzo muhimu za kujifunza.